Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hikima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Nzuri. Hamjambo? Hamjambo. Alhamdulillah, tumebahatika kutembelea katika kisiwa cha Pemba na tumefika juzi, alhamdulillah. Leo tumefika katika katika mji wa Wete, sehemu ya Bagani. Nani jina lako kwanza, alafu unasoma madrasa gani? Unaumri gani? miaka 12. miaka 12. Unasoma shule gani? Madrasa. Mwalimu wako mguu ni nani? Mwalimu Khamis Masoudi. Mwalimu Khamis Masoudi. Allah, mashallah. Mnasoma masomo mangapi madrasa? Qurani, sira, nashidi na hadithi. Mashallah, mnasoma masomo mengi mashallah. Mmetuandalia kitu gani leo? Nataka kukuzungumzia chakam hadithi, inahusiana na kusengenya. Allah, tafadhali karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, wailu li kulli humazati lumaza, ole wake kila msengenyaji au mramba kisogo. Waqala aidan, na akasema tena, ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran minadhan, enyi mlaamini, jiepusheni sana na kuwadhania watu. Inna ba'dha dhani, hakika ya dhana ni mbaya na ni dhambi kubwa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha na wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, je, mnapenda kula nyama ya ndugu yenu aliyekufa? Fakarhtumu, basi mnachukia hilo. wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba na ni mwingi wa kurehemu. qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, faliyakul khairan au liyasmut, basi aseme maneno ya kheri au anyamaze kimya. Rawahu al-bukhari wa muslim, hadithi hii imepokelewa na imamu Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo ndugu Waislam, tabia hii ya kusengenya imekuwa ni kipaumbele katika jamii yetu, ni katika majumba yetu, mabarazani mwetu na njiani kwa ujumla. Tunamwomba mula wetu atusamehe makosa yetu, awasamehe na wazazi wetu, alijalie kaburi la mwalimu wetu kuwa ni miongoni mwa viwanja vya peponi, asilijalie kaburi la mwalimu wetu kuwa ni miongoni mwa mashimo ya motoni. Amin, amin, amin. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillahi wa bilami, kama <im�> tulivomsikia <im�> <im�> ndugu yetu huyu mwanafunzi ametusomea hadithi, ndani yake kuna mafunzo mengi kabisa. Eh, kazungumzia mambo ya kusengenya. Kwa hiyo tabia hii sio tabia nzuri, ambayo Waislamu hatakiwi kusifikana nayo na vile, eh, vile alikuwa amekuwa ame, nayo tabia hii anatakiwa atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama aya zilivyotangulia pale mwanzo, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala Tawwabur Rahim, ni mwingi wa kupokea toba za waja wake na vile vile mwenye huruma kwa waja wake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislam tunatakiwa tuiache tu, katika tabia hii ili twende tu, tu, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turejee kwa amani na salama. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama <tune> Swahili TV busati lailimu na hikima.